Kama una maradhi, riziki imefungwa, au unaogopa bala, usiruke video hii. Swala hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuwa sababu ya kuponywa kwa wengi. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu yangu katika imani, katika maisha haya hakuna mtu asiyejaribiwa. Wapo wanaolia kwa sababu ya maradhi wapo wanaosononeka kwa kukosa riziki na wapo wanaoogopa mabalaa yasiyoonekana ya. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha dawa nyepesi, lakini nzito kwa mizani ya Allah, nayo ni swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Swala ya mtume si maneno tu, ni mlango wa rahma ni kinga dhidi ya balaa na ni ufunguo wa riziki. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atafanikiwa kuswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atapata faida nyingi sana, na miongoni mwa faida ambazo atazipata wakati wa kumswalia mtume e, mtume mwenyewe amesema kwamba yeyote atakayenitumia swala moja Allah atamswalia mara kumi. Na katika hadithi nyingine inasema kwamba dua yenu husimama kati ya mbingu na ardhi mpaka mtume sallallahu alaihi wasalam awe ametajwa, awe ameswaliwa. Wanazuoni wanasema swala ya mtume huondoa dhiki, huponya maradhi, hufungua milango ya riziki na huweka kinga dhidi ya shari husda na shirki. Ndiyo maana maswahaba walikuwa wa, wa hawaachi swala ya mtume hata siku moja. Kwa hivyo, ndugu yangu katika imani, kama unavyoona haya hapa ni, ni maandishi ya Kiarabu ambayo ni dua ambayo nitaisoma hapa na wewe uwe inshallah ukiitika amin kwa sababu ndani ya dua hii kuna maombi tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ningependa pia ikiwa unatamani dua hii kuijua basi nifate whatsapp au niandikie hapo chini kwenye comment. Kwa hivyo nitaisoma dua hii insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sala Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayidina Muhammadin ladhi tanhallu bihi uqad

ndani yake tayari unakuwa umemswalia Mtume. Kwa hivyo baada ya kuwa umemaliza kusoma dua hii au umesikia dua hii, basi unatakia wewe kukioma sasa. Baada ya dua hiyo, ne ni mfano dua ya maradhi, mfano labda na maradhi au na no upungufu wa riziki au hauna kabisa riziki, basi sema maneno haya, sema hivi: Ewe Mwenyezi Mungu, kwa hakika ya swala tuliyomtumia Mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ponya maradhi yote ya mwili na moyo, ondoa uchungu, huzuni na hofu, weka kinga dhidi ya husda, sihiri na balaa, fungua milango ya riziki halali kwa haraka, tutakase na dhambi na utupe mwisho mwema. Ewe Allah, usituache mikono mitupu, usitunyime rehema zako, na tufanye mion, na tufanye tuwe miongoni mwa wale wanaokutegemea wewe peke yako. Ndugu yangu unaesikiliza sasa, wakati ulimi wako unamtaja mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mbingu zinakuwa kimya zikisikiliza. Kila swala unayotuma inaandikwa kama nuru ndani ya moyo wako inaosha huzuni uliokuwa umeibeba kimya kimya, na inaanza kuondoa mzigo uliokaa kifuani kwa muda mrefu. Katika muda huu Mwenyezi Mungu anateremsha rehema zake na malaika wanakusogelea kwa amani, wakikuandiki, wakikuandikia thawabu ambazo hukutarajia kabisa. Wapo wanaohisi machozi yanawatiririka bila kujua kwa nini, wengine wanahisi utulivu ambao hawajawahi kupata, na wapo wanaohisi mzigo wa mawazo unaopungua taratibu. Hii si kawaida, hii ni kazi ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inayopunguza inayopunguza uh, inayopungu, inayopunguza moyo uliovunjika, inayopoya nafsi iliyochoka na inafungua mlango wa matumaini mapya. Kwa yule mwenye maradhi wakati huo, ni kama dawa inayoingia polepole ndani ya mwili, ikizima maumivu, ikitia nguvu sehemu dhaifu, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwenye dhiki, kwa mwenye na wasiwasi, swala hii inavunja minyororo ya hofu, inafukuza mawazo mazito, inakuletea nuru ya kutegemea Allah peke yake. Na kwa yule ambaye riziki yake imekuwa ngumu, swala ya Mtume inaanza kufungua milango isiyoonekana. Riziki inaanza kuja kwa njia ambazo hukutarajia, kutoka kwa watu, fursa au sababu ambazo kuwahi kufikiria. Mwenyezi Mungu hubadilisha hali kutoka dhiki kwenda wepesi, kutoka kukosa kwenda kupata kwa sababu ya kumheshimu Mtume wake sallahu Allahu alaihi wasallam, na swala hii ni kinga na usalama katika muda huu. Katika muda huu unayejisikia kuogopa balaa au husda, fahamu kuwa swala hii inakuwa ngao inaokuzunguka maisha yako, familia yako na kazi yako. Shari hupunguzwa, balaa huondolewa na roho inajaa amani. Kwa hivyo endelea kutumia swala hata kama, endelea kutumia e, swala hii ya kumswalia Mtume wetu Muhammad hata kama huoni mabadiliko mara kwa mara moja. Mambo ya Allah huja kwa wakati wake na hakuna swala hata moja inayopotea. Endelea, moyo wako unasikia na mola mw, una mola wako anakusikia. Ndugu yangu katika imani, kiwa darasa hili limekusaidia na umefahamu basi, like share comment, subscribe chaneli hii ya Nurdin Media ili na wengine pia waweze kujifunza inshallah. Wa ila huna, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.